Pia na manuksi unajua kubadilisha badilisha sana mahusiano na wanaume, unabeba nuksi za mtu kwenye miili. Miili yetu ina nuksi sana, so leo huyu, kesho huyu, ujui huyu ana changamoto gani kwenye maisha yake, kwenye mwili wake, unazibeba. So hiyo ni mbaya sana. Kama unakuwa na mahusiano yako serious, basi kaa nayo kama unaona kabisa huyu ni right person, hebu tulia naye afuone, kama vitu havifunguki natamani mdada anajiliwa awe na, na mahusiano yake serious. Najua tunatuongoza sana sana hasa sisi ambao tunakuwa tuna mtandaoni mara kwa mara, yaani sana message unakutana na watu mbali mbalimbali wenye vyovyao watu wakubwa, lakini hebu fikiria kesho yake. Yeah, anakuwa approach lakini na familia yake. Hamwezi kufanya chochote zaidi, kama atakutumia atakupa pesa kama ni maradhi atakuwa mwanamke. Unajua, mwanamke anatakiwa badiliki kila siku. Eh, kila siku, sababu nyie mna tamaa. Eh. Eh, e, sasa kila siku leo tuwekee mambo, unachangia na vitu vidogo, so mwanamke anatakiwa kila siku awe mpya. Yes. Leo kakata nywele mm, kesho kabondi kitu fulani okay, kesho kaika style flani mm, kesho ukavaa nguo fulani. Yaani, yani, Mm, mwanaume anakuwa kila siku, huyu mwanamke mbona kila siku anakuwa mpya? kutoka nje kwenye anaogopa, naenda anafata nini? Sasa kama mwanamke wangu kila siku anabadilika, mi naamini, ukitaka kuchagua mtu sahihi umpe muda kwanza, usikurupuke. Ni mtu mmejuana tu, mmeanza mahusiano ndani ya miezi kadhaa, mnatangaza kuoana, nakuja mnaleta matatizo. Watoto wanakosa mahuduma ma, pande zote mbili, kwa sababu kama ndoa ikivunjika tena hapo, inamaana unasababisha mtoto anakuwa hapati vitu muhimu kutoka kwa baba au kwa mama kwa wakati sahihi. Okay, nani sahihi? Ok, na ni muda gani sahihi mwanaume au mwanamke anatakiwa msume mwanamke ili ajue huyu ni mtu huyu ndio mtu ambaye anatakiwa kumwoa, pengine atakuwa amesha fahamu tabia zilizokuwa zimejifichwa huko, muda sahihi <sighs> <sighs> Unanichanganya ujue. <laughs> Okay, mda sahihi unaweza kukaa ndio na mtu wako, mkakaa ndani ya mwaka, mnaangaliana huyu mwenzangu anapenda nini, na ukubaliane na hali ya mwenzako. Kama umemkuta mtu ana udhaifu fulani, kama kweli umempenda, basi aidha kama unaweza kubadilisha udhaifu wake umbadilishe, au kama unaweza kumpenda hivyo hivyo alivyo, na huo udhaifu uwe naye ndani ya mwaka. Nafikiri naweza mkafanya ndani ya mwaka, mwaka na nusu, mkatengeneza familia na mkaanza familia wakaka weusu walefu belo Unajua kwenye kamera nipo na Belo 13 okay. Instagram ni Belo 13, TikTok ni Belo 13, si hivyo Belo eh <laughs> eh, so ni mtu wa culture anakupatia details za duniani kote ukitaka, yani ni mtu ambaye anatembea na safari na vyoenda. So ukiingia TikTok hapo uandika tu Belo 13 basi utapata mambo yake, ana voko fulani vya nakuelezea story, unasema ah, yes Yes. kumendo ilivo y yeah. Wow, anaitwa Belu kumi na tatu. So ingia TikTok basi hapo pia nayomwone na uone mambo yake anayofanya huko huku zaidi ja, hey. Shukran sana bro oya, mimi ni, ni strong woman yani ninajisifia mimi. Baba mtoto wangu wa kwanza mi na watoto baba mtoto wangu wa kwanza hafanyi chochote kwa mtoto wangu lakini mara ya kwanza alikuwa nanitetemesha kwa sababu nilikuwa sijielewi bado, nilikuwa fa, nilikuwa mjinga yeah. Unaelewa, lakini yeye ndo aliyenifanya mpaka sasa hivi unaniona nipo pendolito yeah. Mi baba mtoto wangu hata mtoto wake akiumwa hapo hafanyi chochote, so nikawa na tunaangaishana tunangaishana mara mahakamani, mara hivi, naenda kule nataka nitoe hela ili unajua, ili, kesi we nishinde hivyo. Lakini mwisho wa siku kuna mamangu, kuna siku alinipa kauli moja, akaniambia je, hivi kila siku unavyoangaika na huyo baba mtoto wako, kwani usiache ukaamua kufanya kitu chako peke yako? hmm. na maisha yakaendelea ukafungua biashara yako lese, maana nilikuwa na, na mimi nilikuwa na nadunduliza hela eh, zangu kidogo kidogo eh, na mtoto unajua atakuwa ni kweli. Mimi nikaamua kuachana naye, mimi ninavyokuambia, namsomesha mwanangu peke yangu, nalipa bills zote za mtoto peke yangu, huyo mtoto wangu wa kwanza Nafanya majukumu yote kama mama mtoto wa umwe eh, sijui itokee sherehe, sijui sikukuu, zile nguo watoto, labda kuna safari, shule, mambo ya school bus, bill zote peke yangu, na wala hata sichangai. Yeye yupo, sio kwamba hayupo, lakini kila unachomwambia, nakwambia mi sina hela eh. Sikupanga, tulikuwa tuko kwenye mahusiano yalikuwa serious, lakini alibadilika baada ya mimi kuzaa. Akawa chui, akaonesha ile makucha sasa. Yaani, alikuwa very innocent man, lakini baada ya mimi kuzaa kuna majukumu hivyo, akawa haufanyi zile majukumu kama baba, akabadilika so hivyo. Lakini kabla ningekuwa najua mimi kama atakuja kubadilika, mimi sizani kama ningezaa na yule kaka.